Hii ndiyo hazina na fahari yetu iliyofichika. Saidi Nasoro Jaff maarufu kwa utaji wa Dr. Jaff ni jina lililopandikizwa kwa kijana msomi mwenye hofu ya Mungu, takriban miaka 46 iliyopita, yaani tangu mwaka 1979 alipozaliwa. Siri ya maana iliyomo katika majina hayo matatu ni bishara njema ya kiongozi ambaye ni hazina na fahari ya wanatandaimba na Watanzania wote kwa ujumla. Tunapozitaja hazina, hatuzungumzii madini na wanyama pori tu, lakini hazina inasimama kuwakilisha watu au vitu vya thamani ambavyo Mungu ameubariki ulimwengu kama tunu. Sina shaka kusema mwanadamu ni hazina kubwa na ya thamani kuliko hazina zote zinazotajwa na kupamba kote ulimwenguni. Leo naifunua kwenu hazina ambayo ni fahari ya taifa letu, iliyojificha ndani ya viunga vya Tandaimba kwa takriban miaka 46 na watu wasihitaje kuipambanua na kuipambania. Huyu ni Said Nassor Jaff almaarufu Dkt. Jaff. Ukitaka kujua upekee wa hazina hiyo, fahari ya Tandaimba na taifa kwa ujumla, angalia nguvu iliyofichwa katika utaji wake. Jina lake la awali, Said, lina maana ya mkarimu; jina lake la pili, Nassor, lina maana ya mkombozi; na jina lake la tatu, Jaff, lina maanisha gumu. Ukiunganisha utajo wake unapata maana ya kiongozi mkarimu na mgumu asiyetetereka wala kutingishika katika mapambano ya ukombozi kwa watu wake. Hii ndiyo hazina na fahari ya Wanatandaimba na Watanzania wote kwa ujumla. Hebu nikufunulie kurasa za mapito yake yaliyosheheni bishara njema ya hazina hiyo ambayo ni fahari ya Tandaimba na taifa letu. Tangu utotoni, Dkt. Jaff amepambanuka kwa ukarimu, hekima, busara na utulivu kiasi ambacho mpaka watu wazima wamempa heshima kubwa na kumtabiria makubwa. Kipaji chake cha elimu na uongozi hakikufichikana kwa walimu wake tangu akiwa madrasa na shule ya msingi. Akiwa madrasa, mwalimu wake Hayati Sheitaka hakukubali kumwacha Dr. Jaff kwenye safari zake zote. Alimpa nafasi ya kuzungumza kwenye mikusanyiko mikubwa ya watu. Kwa umri wake mdogo Dokta Jaff aliwashangaza wengi kwa elimu yake kubwa na uwezo wake wa kuwasilisha maudhui, akiwa mwanachuo wa madrasa Mwembe mmoja Tandaimba ama akiwa shule ya msingi. Mwalimu wake wa darasa la kwanza mwaka 1990 shule ya msingi Matogoro, hayati mwalimu Mawazo alimtabiria makubwa mwanafunzi wake huyu na kumwambia mama yake kuwa mwanao ni msomi wa chuo kikuu. Basi alizoea kumwita Dokta Jaff msomi wa chuo kikuu tangu akiwa darasa la kwanza. Dalili ya kutimia utabiri wa mwalimu wake ilionekana mapema pale Dr Jaff alipoongoza darasani kitaaruma na tabia njema. Katika miaka yake ya elimu ya msingi walimu wake wa Kiingereza walishangazwa sana na uwezo wake katika lugha hiyo ya kigeni. Uwezo wake wa kuitafuna lugha hiyo kwa umaridadi ulimfanya Mwalimu Kupela ambandike jina la British Broadcast, yaani BBC, akimfananisha Dr Jaff na kituo cha matangazo cha Uingereza ambapo ndipo mahara inapotamkwa lugha hiyo kwa ufasaha. Mwalimu Kupela alimtabiria Dr. Jaff kuwa mtaalamu mbobezi wa lugha ya Kiingereza. Hatimaye Dr. Jaff akaweka juu la msingi la safari yake ya kuwa msomi wa chuo kikuu mbobezi wa lugha ya Kiingereza na kiongozi kwa kufanya vizuri katika mtihani wake wa darasa la saba mwaka 1996 akiwa sekondari Tandaimba na Chidia D Jaff aliendelea kuushangaza ulimwengu kwa uwezo wake wa darasani na umahiri wake wa Kiingereza. Aliwavutia sana wanafunzi wenzake kwa uwezo wake wa kutamka kwa ufasaha lugha ya Kiingereza na kupangilia hoja. Akiwa Tandaimba Sekondari, aliwaongoza wanafunzi wenzake kwenye mazungumzo ya asubuhi, yani morning talks, kwenye mikusanyiko ya wanafunzi students paledi. Alipohama shule, mwalimu wake wa Kiingereza, Mwalimu Swalehe alishindwa kujizuia. Kwa pigo la kumkosa mwanafunzi wake kipenzi Dr. Jaff shuleni hapo. Aliwaambia wanafunzi wenzake kwenye mkusanyiko wa wanafunzi wote. No Jaff, no school, no Jaff, no short story here. Akimaanisha hakuna Jaff, hakuna shule, hakuna Jaff, hakuna hadithi fupi au mazungumzo ya asubuhi hapa. Akiwa bado mwanafunzi wa Tandaimba Sekondari, kipaji chake cha elimu na uongozi kilidhilika zaidi kwa uwezo wake wa kujiongoza mwenyewe na kuongoza wenzake. Mwishoni mwa mwaka 1997 akiwa bado mwanafunzi wa kidato cha kwanza, Dkt Jaff na rafiki yake Dadi Ali waliandika barua ya kuomba kuhama shule ya sekondari ya Tandahimba ambayo haikuwa ikifanya vizuri kitaaluma wakati huo, na kwenda shule ya sekondari ya wavulana ya Chidia iliyovuma kitaaluma enzi hizo hadi hivi leo. Hivi ndivyo vipaji adimu. Mwanafunzi wa kidato cha kwanza anabaini kuwa shule hiyo haiwezi kutimiza ndoto zake za kitaaluma, kisha anachukua maamuzi ya kuandika barua kwa mkono wake mwenyewe, na anamkabidhi mkuu wa shule ampeleke kunakohusika. Kule shule ya sekondari ya wavulana Chidia alikohamia hali ilibaki vile vile. Dkt. Jaff alitikisa shule kwenye michuano ya midahalo, yani debate ya Kiingereza, kiasi asipokuwepo basi mdahalo ulikosa mvuto kabisa. Aliwavutia sana wanafunzi wenzake kwa Kiingereza kilichonyooka na uwezo wake mkubwa wa kujenga hoja, kiasi akiwa kidato cha pili, yani form 2, aliangusha miamba ya midahalo ya kidato cha nne form 4. Hivyo aliogopwa sana na wapinzani wake kwenye kumbi za midahalo ya Kiingereza. Rekodi za karama ya elimu na uongozi wa Dkt. Jaff akiwa sekondari zimehifadhiwa na wanafunzi wenzake wa Chidya. Dkt. Jaff alijitabilia yeye mwenyewe kuwa mhadhiri wa chuo kikuu tangu akiwa kidato cha pili na kuandika kwenye daftari za kumbukumbu kumbu, notebook za wanafunzi wenzake waliomwomba kuandika taarifa zake binafsi kwa ajili ya ukumbusho baada ya masomo. Rekodi hizo zimebeba bishara njema ya hazina na fahari yetu wanatandaimba na watanzania kwa ujumla. Kwa ni wapi ulisikia mwanafunzi wa ngazi hiyo ana ndoto kubwa namna hiyo? Unajua, uongozi ni karama. Basi karama za elimu na uongozi za Dr. Jaff zilizidi kuchanua akiwa sekondari ya upili Advanced D. Secondary School. Kwenye baraza la mawaziri akiwa waziri wa bweni, aliushawishi uongozi wa shule kuwapa nafasi wanafunzi waliokosa walimu katika baadhi ya masomo yao kwenda nje ya shule kupata masomo ya ziada, yani tuition, kwa kuwa shule imeshindwa kutimiza wajibu wake. Hoja hiyo pamoja na kupingwa vikali na walimu wa bweni, lakini Dr. Jaff hakutetereka hata kidogo Aliisimamia bila ya woga. Hatimaye wanafunzi hao waliweza kupata elimu nje ya shule bila vikwazo na kufaulu vizuri sana kwenye mitihani yao ya mwisho. Dkt. Jaff anakumbukwa sana na wanafunzi wenzake hao wa kidato cha tano na sita kwa mchango wake huo. Karama ya uongozi ya Dkt. Jaff ilishuhudiwa na kila mwanachuo alipokuwa chuo kikuu wa cha Waislamu cha Morogoro kabla ya kuchaguliwa kuwa rais wa kwanza wa serikali ya wanafunzi wa chuo hicho mwaka elfu mbili na sita. Dkt. Jafu alijitolea kuwaongoza wanafunzi wenzake wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro kuishawishi bodi ya mikopo ya Tanzania kuongeza kiwango cha mikopo kwa kila mwanafunzi kutoka asilimia 40 hadi asilimia 100. Sauti ya mvumo ya Dkt. Jafu ilisikika Tanzania nzima kupitia televisheni ya Channel 10 akijenga hoja nzito juu ya kadhia hiyo. Huwezi kuamini kwa hoja hiyo wanafunzi wa vyuo vikuu Tanzania nzima walioongezewa mikopo kutoka asilimia 40 hadi mia moja mnamo mwaka elfu mbili na sita. Huyu ndio Dkt. Jaff, fahari ya tanaimba na Tanzania nzima. Kipaji cha uongozi cha Dkt. Jaff hakikufichikana kwa wanachuo ndani ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, pale walipommiminia kura za kishindo zilizompa taji la kipekee la kuwa rais wa kwanza wa serikali ya wanafunzi wa chuo hicho. Kwa uongozi wake bora Dkt. Jaff ameacha rekodi ambayo bado haijavunjwa ndani ya chuo hicho, kuwa rais pekee aliyeongoza kwa awamu mbili, yani miaka miwili mfululizo, huku serikali yake ikiweka rekodi nyingine ya kuandika katiba inayotumika hadi leo katika chuo hicho. Pia serikali yake imeweka rekodi nyingine isiyovunjwa kwa kuwa ndio iliyosimika maadili mema chuoni hapo, huku yeye mwenyewe Dr. Jaff akiwa kiigizo chema cha maadili yao. Kutokana na msimamo wake madhubuti katika kuyasimamia maadili, Dr. Jaff alinasibishwa na maadili kila alipopita. Ilikuwa ukimuona Dr. Jaffu, basi unakumbuka maadili. Katika kulinda na kuhamasisha maadili, Dr. Jaff ameacha rekodi ya kipekee kwa kuwa mwanafunzi wa kwanza kuoa mwanafunzi mwenzake katika chuo iko. Kwa hakika Dr. Jaff amebarikiwa nidhamu kiasi ambacho maadili mema kwake si kitu cha kuuliza. Alijitoa muwanga kuoa akiwa mwanafunzi, wakati wengi katika wanachuo za mahizi wanaishi katika uzinzi Kurasa za historia ya uongozi wa Dr. Jaff akiwa rais wa serikali ya wanafunzi azikuacha kuandika juu ya ukombozi wake kwa wanafunzi na msimamo wake madhubuti dhidi ya dhuluma. Dr. Jaff alikuwa mwiba wa kila mtendaji wa chuo aliyekiuka sheria na taratibu za chuo hicho na kumwonea mwanafunzi. Dr. Jaff amemrudisha chuoni mwanafunzi ambaye alishafukuzwa chuo kwa uonevu. Dr. Jaff alipinga kwa nguvu hoja ya mfumuko wa bei ya pango la malazi ambao haukuwa unaendana na, na uhalisia wa maisha ya wanachuo wengi. Dr. Jaff aliwakabili na kupambana vikali na baadhi ya waadhiri wa muda mfupi, yani part time lectures, wakati chuo kinaanza, waliotaka kutumia nafasi zao vibaya kwa wanyanyasa ya kijinsia wanafunzi wa kike. Je, unajua kwamba katika mapambano hayo wapo watendaji waliojaribu kumnunua, wapo waliomtishia kumfelisha, na wapo waliomtishia kumfukuza chuo? Lakini hakukubali kununuliwa na wala hakutetereka na hakurudi nyuma. Aliweka hoja mezani, na hatimaye wahadhiri wawili waliokuwa na tabia za kuwanyanyasa kijinsia wanafunzi walijikuta wakipoteza kazi. Huyu ndiye shujaa wetu wanatandaimba tunajivunia, kwani ulisikia wapi mwanafunzi anajenga hoja na mwalimu anapoteza kazi? Uwezo mkubwa wa kitaaluma na mwenendo mwema wa tabia wa Dr. Jaff vilivutia sana uongozi wa chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro. Hatimaye Dr. Jaff alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa nane waliohitimu shahada zao kwa ufaulu wa juu na unyoofu wa maadili na kubakishwa chuoni hapo. Hivyo, Dr Jaff alibakishwa chuoni na wahitimu wenzake saba, wakiwa wakufunzi wasaidizi, yani tutorial assistance. Ni miaka zaidi ya 15 sasa Dr Jaff amekuwa akitumikia chuo hicho, huku akipanda madaraja kutoka wakufunzi usaidizi akiwa na shahada moja, kisha uhadhiri usaidizi akiwa na shahada mbili za umahiri na sasa uhadhiri kamili akiwa na shahada tatu za uzamivu yani PhD. Katika kipindi chote hicho, Dr. Jaff amekuwa akitumikia nafasi mbalimbali za uongozi wa chuo na kuacha rekodi yenye kuvutia kuandikwa. Dr. Jaff ameongoza kamati mbalimbali za chuo, ameongoza idara ya lugha ya kigeni kama mratibu, akiongoza kitivo cha sanaa na insia kama mkuu wa kitivo msaidizi, na baadaye akawa mkuu wa kitivo hicho. Jambo la kipekee zaidi kwa Dkt. Jaff ni kwamba pamoja na kukitumikia chuo kwa muda wote huo hajahafilika na kwao. Dkt. Jaff ni mlezi wa jumuiya wa wanafunzi wa Mtwara na Lindi chuoni hapo, amekuwa akifanya ziara za mara kwa mara na kutumia likizo zake nyumbani Tandaimba ili kupata nafasi ya kukutana na wazazi, ndugu na jamaa. Ametumia fursa zake za kuwepo nyumbani kuhamasisha vijana walioko shuleni na watu wazima walioko kwenye utumishi kujiunga na elimu ya chuo kikuu. Kwa uhamasishaji huo amejivunia idadi kubwa ya walimu waratibu wa elimu na watumishi wa idara mbalimbali ambao ni wanafunzi wake aliowafundisha au kuwasimamia masomo yao. Hebu angalia katika wilaya ya Tandaimba yenye kata 32 waratibu wa elimu kata 24 ni wanafunzi wake wa kuwafundisha chuo kikuu. Je, ana walimu na watumishi wangapi ndani na nje ya Tandaimba? Kwa hakika Dr. Jaff amekuwa sio tu chachu ya vijana wa Tandaimba kujiunga na vyuo vikuu katika fani mbalimbali bali pia ni kiigizo chema cha vijana wengi wa Mtwara, Lindi na Tanzania mzima katika kujituma kwenye kutafuta elimu na kuitumia elimu hiyo katika kuwatumikia watu wake. Mwandishi wa makala hii ni sehemu ya vijana waliovutiwa sana na Dr. Jaff na kufuata neno zake. Kwa hakika Dr. Jaff ni sehemu ya mafanikio yangu katika elimu na maisha yangu kwa ujumla. Dr. Jaff amezunguka pande nyingi za dunia akisoma na kujifunza ili kujikusanyia elimu katika mawanda mapana. Mawanda yake mapana ya maarifa na ujuzi yanamtofautisha sana na wasomi wengine wa ngazi yake. Amepita kwenye tanuru la moto wa elimu akichemka na kutokota, nami sina shaka kusema huyu ni msomi aliyepikwa na kuhiva haswa katika mawanda mapana ya elimu na maadili. Dokta Jafu ni mbobezi wa lugha za kigeni, mbinu za mawasiliano, utafiti na uandishi wa kitaaluma, mipango ya kistratejia, mahusiano ya kijamii, usuluhishaji wa migogoro, utatuzi wa migogoro ya wanandoa na mengineyo mengi ama kwenye fani yake ya lugha. Zaidi ya yote hayo, Dokta Jafu ni imamu, mwanazuoni na shehe kutegeme wa kutegemewa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Amekuwa akiongoza madrasa ya dini shuleni, vyuoni misikitini kwenye redio na televisheni mbalimbali. Pia amekuwa akialikwa kwenye semina, mabaraza, makongamano na hafla mbalimbali mbali za kidini ndani na nje ya nchi. Ajabu ya mambo, ukimkuta huko utadhani hana anachokijua kwenye dunia. Kwa hakika Dr. Jaff ni hazina ambayo rekodi yake haielezeki kwa wepesi hivi, bali inahitajika kuandikwa kwenye kurasa za kutosha za kitabu. Katika kujikusanyia elimu katika mawanda hayo mapana na kujifunzwa kwa walimwengu, Dr. Jaffa akuishia hapa Tanzania bali aliishi na kutembea katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapore, India, Mumbai, Bombay ya zamani, Afrika ya Kusini, Johannesburg, Sudani, Mamlaka ya Kiarabu ya Saudi, Makkah na Madina, Oman, Bangkok na kadhalika. Huko kote ama amekaa au amekanyaga katika harakati za kujielimisha. Si unajua kutembea ni kujifunza? Basi Dkt. Jaff aliamua kujifunza elimu katika mawanda mapana na tamaduni za watu katika maeneo mbalimbali, ili aweze kupata elimu na utambuzi wenye kuyapa maana maisha yake na watu wake wanaomzunguka. Unapomtaja Dr Jaff unagusa mioyo ya watu wengi, kwani uwezo wake wa kuzungumza na kujenga hoja umempa umaarufu kwenye vipindi vya redio na runinga. Amekuwa kinara katika vipindi mbalimbali ndani ya ZBC2, Mahasim TV, Mumu FM, redio na TV Imani, pamoja na TV Afrika. Hata busati la mtoro ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani linamtambua Dr Jaff kwa umairi wake. Wahenga walisema mbuzi yake kamba nyororo, utamuua nami nakuambia Dr. Jaff zake hoja kwa nguvu, utamwonea tu, huwezi kuchoka kumsikiliza Dr. Jaff hata ukiwa na njaa. Kwenye umahili wake katika mazungumzo na kutetea hoja, unatoa raha na shauku ya kuendelea kumpa sikio. Bila shaka, uwezo huu wa kujenga hoja umechagizwa sana kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kazi kubwa aliyoifanya ya kujifunza na kuwa mtaalamu wa lugha nyingi za ulimwenguni. Dr. Jaff anavunja lugha nne kwa ufasaha na umahili mkubwa bila kukwama kwama; lugha ya Kimakonde, Kiswahili, Kiingereza na Kiarabu anazimudu kama amezaliwa nazo zote, wakati Kichina akikiweka kwenye fuleni ya kutafunwa kama lugha nyinginezo zile, chin show kwake itakuwa si tabu tena. Ndio maana anafundisha masomo ya lugha za kigeni vyoni. Umaili wake huu wa lugha umempa shavu mpaka vyuo vingine vikawiwa awafundishe. Mnamo mwaka 2021 chuo cha kilimo cha Sokoine kiliona kipaji hiki si cha kukiacha burebure, wakampa mkataba awapige shule wanafunzi katika fani ya mbinu za mawasiliano, yani communication skills. Hofu ya Mungu, utulivu, busara, unyenyekevu, heshima na kujituma ndizo tunu zilizopandikizwa na Mwenyezi Mungu kwenye nafsi yake na kuwavutia wengi kuwekeza mapenzi na imani kubwa kwake. Akili, maarifa, ujuzi juhudi na kujitoa kwake ndio nyenzo anazotumia kuwainua watu na maisha yao. Uzoefu wake wa kuongoza, kufundisha na kujitoa kwa ajili ya watu ni kitu kinachopanda matumaini ya ukombozi kwa wanatandaimba na taifa kwa ujumla. Natamatisha makala hii nikiwa bado natamani kusema kuhusu Dokta Jafu, kwani yapo mengi ya kusisimua na kutia matumaini ya ukombozi wetu. Kila niliyemhoji kuhusu Dokta Jafu katika watu waliosoma naye, kuishi naye au kufanya naye kazi pamoja nimepata mengi mazuri ambayo makala hii moja haiwezi kutosha kuyabeba. Hapa nimechagua machache sana katika mengi niliyokusanya, na bado sijamaliza kumtafiti Dr. Jafu. Binafsi kama mtafiti na mwandishi wa makala hii, nakiri kuwa sijawahi kutana na mtu aliyekusanya vipaji mtambuka kiasi chake. Dr. Jafu ni mhadhiri, kiongozi, mwanazuoni, mzazi, mlezi, mshauri, mwanajamii mwema, mlinganiaji, mpatanishi, mtatuzi wa migogoro na kadhalika. Kwa hakika Dkt. Jaff ni hazina na fahari yetu. Hatuna budi kuienzi, kuitunza na kuitumia hazina hii kwa ajili ya maendeleo yetu ya Tandaimba, Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Natoa wito kwa wanatandaimba na, na watanzania wote kuitumia hazina hii kwa maendeleo yetu. Amkeni, itumieni hazina yenu kwa maendeleo yenu na taifa lenu kwa ujumla. Vipi mnakuwa ombaomba wakati hazina mnayo? Muda wa kuitumia hazina yenu umefika sasa. Tusipomtumia Dkt. Jaff ulimwengu utatushangaa, Majini watatucheka na milima itatuzodoa, kwani amebarikiwa elimu, dini, utu, busara, hekima, heshima, subra, ukalimu na uwezo wa kipekee ambao ni itajiuletu wanatandaimba na watanzania wote. Amani iwe kwake Dkt. Saidi Nasoro Jafu, siku alipozaliwa, siku za uhai wake, siku yake ya mwisho na siku yake ya kufufuliwa.